Hakika Allah azizi kutuhifadhia mashabiki wetu, na pia nichukue fursa hii ya kuwakaribisha Burundi, karibuni sana Burundi, karibuni sana Bujumbura. Nichukue fursa hii ya kukaribisha meza kuu yote kwa ujumla na wageni ambao wameitika wito huu, sote pamoja Karibuni ndani ya msimu wa pili wa kongamano letu la kidawa lenye unwani Ramadhan ni zawadi kutoka kwa Allah jalla jalala. Ni kuombeni kwa lolote lile ambalo litak, li, litakufikieni siku hii ya leo ambalo litakuwa ni nje ya matakwa yenu, basi tunakuombeni radhi, sababu hakuna mkamilifu duniani beni mlipo mweze kukaa insha Allah, sisi hatutochoka kukutafuteni waalimu zetu kwa min ajili ya kuitafuta elimu, sababu hii ndio nguzo kuu na funguo ya kila jambo kwenye kuleta maendeleo kwenye jamii. Imamu mkubwa mmoja kati ya maimamu alisema, ukimpata mwalimu ambaye atakufundisha alifun harf. Alifun harf, basi huyo mwalimu ana haki ya kukufanya wewe mtumwa. Basi na sisi hatutochoka kuwafuata mashaikh zetu, waalimu zetu wa dini, viongozi wetu wa dini wote kwa ujumla, hatutochoka kutafuteni. Sisi tutakuwa watumwa wenu kunako swala zima la kuitafuta elimu kutoka kwenu. Allah azizi kuwahifadhi mashaikh wetu. Na nyuma yangu Unwani ya kongamano letu ni Ramadhan ni zawati kutoka kwa Allah jalla jalaluh. Zawati hii ni wengi sana waliitamani kuipokea, ni wengi ndugu zetu tulikuwa nao mwaka jana, ni wengi ambao tumewahifadhi hadi sasa, ni wengi ambao wanataabika, afya yao si nzuri mahospitalini ikiwa mimi na wewe Allah ameturuzuku na ametujalia tuweze kudiriki Ramadhani hii, ni fursa adhimu kwetu, tusiifungi kimashara mashara. Huenda ikawa ndiyo zawadi yetu ya mwisho kuipokea. Tuiache Ramadhani hii itubadilishe, itubadilishie maisha yetu. Ramadhani ya mwaka huu iwe ndiyo ile Ramadhani ambayo imekuja kupatili mfumo mzima wa maisha yetu. Lengo kuu la mkusanyiko huu, eh, huu ni kupata kuyajua mengi ambayo zawadi hii ime imeyabeba ndani yake, ili iwe ni fursa kwetu ya kutambua namna gani tutaishi hapa baada ya kupokea zawadi hii. Muhimu tumakinike, sababu mada zote ni muhimu zilizoandaliwa kwa kweli. Tuyaache mawaidha tutakayoyapata leo hii yatujenge kiimani zaidi. Jamaa Nusratu Lislami Walmuslimin hawakuandaa hili juu ya mawaidha tu. Waheshimiwa, wapo wengi wenye uhitaji kwenye jamii yetu ambao hakika jamii ni kama imewatenga na kuwasahau wapo watu wapo watu hadi sasa hawajui hini watapata iftar japo ya siku moja ndani ya masiku haya 30. Imekuwa kwa ni majonzi, imekuwa kwa ni majonzi huzuni, usiku na mchana. Kwa kweli ni fursa kwetu na ni wajibu kwetu kuwakumbuka na kwenda kuziweka faraja kwenye nyoyo zao. Ni fursa kwetu, tukumbuke Mola wetu anapenda wanaojitolea kwenye hali kama hizi, nyakati ambazo hali yako ni nzuri na nyakati ambazo hali yako ni mbaya. Tupo ndani ya mwezi uliojaa nyingi neema na ujira mkubwa kwa mwenye kujitolea. Tusiwafanye watu wahisi kuwa jamii imewatenga. Tuzidishe fadhila hizi kote, hata mikoani. Leo hii makongamano kama haya yanaandaliwa Bujumbura, na wakati fadhila hizi kuna watu wengi wanazihitaji pia, kama namna sisi tunavyozihitaji. Kumbe tushikamane, jamii nzima, kama tunahitaji maendeleo. Tusiyafanye haya tu hapa Bujumbura, bali tuyafanye pia hata mikoani ili tuzidi kuwapa watu fadhila hizi, na wao pia wanazihitaji. Wapo watu ambao wanahitajika kusaidiwa ndani ya Ramadhani hii, lakini jamii kama jamii tumewasahau wakiwemo wajane, walemavu, wazee, watu wazima wasiojiweza. Ikiwa ni wajibu kwetu sisi, basi ni heri tukawakumbuka na kuweka faraja kwenye nyoyo zao. na kwa hakika aliulizwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni nani mtu ambaye Allah anampenda zaidi, na ni tabia ipi ambayo Allah anaipenda zaidi? Assadikul Amin sallallahu alayhi wasallam alimjibu, hakika Allah anampenda mtu ambaye sehemu popote alipo watu wananufaika na uwepo wake sehemu popote alipo watu hawapati hasara na uwepo wake, anawanufaisha watu wote, na watu wanapata kunufaika na uwepo wake mahali hapa. Na hii ndiyo jamaa, nusratul islamu wa muslimin. Allah atuwafikishe. Hakika ni mengi tunataraji kuyafanya kwa ajili ya maendeleo ya jamii yetu, na kama mlivyoona, pasenti kubwa ni vijana, na ikiwa sisi vijana ndio uhai wa umma na imani insha allah kwa, kwa kushikamana na walimu zetu, viongozi wetu wa dini, ikiwa tutazidi kuwasogelea na kupata mengi kutoka kwao, hakika tutapata kujifunza mengi na tutaiendeleza jamii iliyokuwa bora na salama. Nimalizie kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema nsol ramadana imana wahtisaba kufira lahu man takaddama min dhambi ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni mwombe Allah namna alivyotukusanya hapa sote, namna alivyozikusanya nyuso hizi zenye nuru kwa kuweza kuidiriki Ramadhani hii, basi atukusanye sambamba siku ya Kiama pamoja na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam huko peponi, insha allah.